wa afisa wa polisi wa Kenya aliyefariki nchini Haiti uliwasili humu nchini hapo jana Jumatatu jioni. Samuel Tompoi Kaetuai, ambaye alikuwa sehemu ya kikosi cha kimataifa cha kusaidia kudumisha usalama nchini Haiti kinachoongozwa na Kenya, aliuawa mwezi uliopita alipokuwa akishika doria. Mwili huo ulipelekwa na naibu inspekta jenerali wa polisi, Gilbert Masingeli, katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, JKIA. Wiki iliyopita, inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja pamoja na maafisa wengine wakuu wa serikali waliitembelea na kuifariji familia ya afisa huyo katika kijiji cha Nasirian, kaunti ndogo ya Kajiado Mashariki, kaunti ya Kajiado. Mwili huo baadaye ulipelekwa kuhifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Chiromo, huku mipango ya mazishi ikiendelea. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimwa Njiro.